Naam kaka, salamu aleikum. wa alaikum salaam wa rahmatullah. Kwema ndugu, kwema. Habari za Tanga ndugu yangu bana, bado Tanga salama, tupo kwenye harakati za hapa na pale, ndio ndio. E, na tupo katika kulijenga taifa shekhe. Basi hivyo hivyo, majambo yanakwenda. naambie ndugu yangu bana, tupo huku na wekundo Msimbazi, Simba bana, leo kuelekea mchezo wetu wa na. mkondo wa pili wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Gaborone United. Yeah. E, tumezindua jambo letu kwa maana ya letu sote. Hii ni yeah, kampeni ambayo tumeianzisha e, kutokana na ile faini ambayo tumepigwa na shirikisho la soka barani Afrika kutokana na kile walichokitaja kwamba tumevunja baadhi ya taratibu katika e, michezo yetu ya msimu uliopita kwenye kombe la shirikisho e, hili yeah, kwa upande wako Steph, e, wanachama, mashabiki na wadau wa mpira e, kushirikishwa na klabu kwa ajili ya kuchangia pale zinapotokea changamoto kama hizi. Wewe umelipokeaje kwa namna yako? Ah, kwanza niseme taratibu na kanuni za kuchangia wenyewe binafsi ni Simba. Aa, Simba tumeanza taratibu za kuwa tunachangia klabu yetu toka wakati ambao tunataka kuamsha jengo letu, na nirudi katika rekodi ili mwana Simba ambaye alijawahi kufikiri kuwa kinyume na ili jambo, yaani, yeye ya anafikiri asifanye hili jambo, anatakiwa kuitambua Simba. Simba katika rekodi, tunataka kujenga jengo la Simba, hakuna msaada wowote uliotoka nje, na Simba tofauti na wazee wa Simba ambao walikuwa hawana chochote, watu wa shilingi mia mia ndio walichangishana tofali moja moja, jasho damu hali na mali kuhakikisha kwamba jengo la Simba linasimama. Kama ulikuja msaada ni baada ya wao kuanza kujitoa katika jambo hilo. Hilo ni jambo la kwanza ambalo mimi ufahamu wangu nafahamu kuwa taratibu hizo za Simba zilianza kuchangia toka wakati huo. Lakini pili, leo Simba wanacheza katika uwanja wao wa Bunju. Umenielewa? Ndiyo, ndiyo, Simba wanacheza katika uwanja wa Bunju. Kwa maana ya kufanya ambao walichangishana kupata kwake, nirudia hapo bratha, inawezekana kuna watu hawajui Simba walichangishana kupata uwanja wa Bunju, ila walifanya tukio moja baada ya kuwa wanadaiwa gharama, umenielewa, za taratibu za umiliki wa kiwanja, kuanzia masuala ya taito eh, kuja katika masuala ya kiushuru na vitu vingine, ndipo walipomfata Kikwete na wakiwa wamepungukiwa kidogo awaongezee sehemu, lakini wenyewe ndo walianza kununua kwa kuchangishana. Kwa mantiki hii, kinachofanywa na Muhammad Dewiji saizi rais wa heshima e, kinachofanywa na kina Zubeda e, CEO Chief executive officer, kinachofanywa na kina Magori ambaye ni, ni wakurugenzi wa wa, wa yeah, Magori ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi e, ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Nasema wote hao wanachokifanya jukumu lao ni kuhakikisha mishahara ya wachezaji inapatikana kwa wakati, ni kuhakikisha timu inakwenda kuwa timu kubwa, ni kuhakikisha wachezaji wanasafiri kwa muda mwafaka, anayevunjiwa mkataba apewe fedha kwa wakati. Sa tusiwarudishie tena jukumu la kwenda kulipa faini tulizosababisha sisi kwa miemko. Sina maana mbaya, sina maana mbaya yoyote, aliyesimama kwa kuonyesha kwamba mimi natetea klabu yangu terele hivi jiwe nililorusha utata huu nilirusha kwa sababu ya kutetea klabu take, nione klabu yangu inapata changamoto, basi akumbuke faini hii tuliyopigwa, tunapasa kurudi kuchangishana kwa maana ya kuisaidia klabu, kwa sababu klabu haiwezi kuguna katika hili. Badala yake, jamani, pengine hii milioni mia moja au mia mbili kama sehemu ya faini, klabu inapolipa inakwenda kupunguza nguvu ambayo, pengine ilitakiwa, hii milioni mia moja iwekwe baada ya kuwa tuko robo fainali kama bonus ya wachezaji. Umenielewa? Sijui? Ndio, ndio. Au milioni mia moja iende ikaanze kumlipa mkandarasi ambaye anatakiwa kuja kutengeneza miundo mbinu katika uwanja wetu. Kwa mantiki hii, katika sera ambayo imeanza sasa ya kuhakikisha tunachangia, mimi, muono wangu, mtazamo wangu, namna ambavyo unaitakia mema Simba, njia rahisi ambayo inaweza kutusaidia katika hili ni kuhakiki kwamba tunatafuta akaunti umenielewa vizuri, na kaunti zipo tayari zimeshawekwa wazi, ni namna gani ambayo watu wanaweza kuchangia hili kupitia mitandao ndao mbalimbali ya simu ambayo imekuwa ikifanya kazi na ikunda msimba, na mimi naomba kupitia kupitia Simba Fans. Ndiyo. Naomba kupitia Simba Fans, wakati unarusha basi weka hapo, umenielewa vizuri. Pengine kuna mtu akuwahi kuona sehemu nyingine, ataona Simba Fans iwe ni ya Tigo adhawaizi iwe ya ya voda iwe ni NMB benke na maeneo mengine alimradi, tuhakikishe jambo hili tunalifanya kwa mapema. Tena itapendeza zaidi kama alivyochukua siku mbili, adhawaizi tatu, watu tujitoe kwelikweli, twende tuonyeshe kwamba si tunapenda klabu yetu, twende tuonyeshe kwamba si hatukufanya kukudia, kwa sababu viko vitu mi naviamini mabrada, hatuwezi kuendelea kusema. Lakini ukweli hakuna shabiki wa Simba ambaye alifanya vurugu yoyote akiwa anaitakia mabaya ya Simba. Moja, aliona Simba inaonewa akahisi namna rahisi ya kufanya ni hivyo. Pamoja haikubaliki kuwa na mhemko na vitu vingine, lakini kini alihisi klabu inaonewa, alihisi hiki kitu akitendo yake. Umenielewa? Hata mimi yapo baadhi ya ya maeneo niliumia mimi. Ningekuwepo siku ya fainali ilikuwa inachezwa Zanzibar, maana yake na mimi nisingekuwa tayari kutizama hivyo vitu, pamoja ya vipendezi tupaswi kuvifanya kwa sababu tunagharimu klabu aki, kuna wakati tunaingia kwenye maumivu my brother Di. Kwa hiyo tusimame kwa pamoja, tusiangalie nani alikwenda ya nani yakwenda. Inapotajwa Simba nguvu moja, maanake tunajumlisha sisi sote, mimi wewe, Abdallah, sawa, Simba aliekweka Buguruni, Mbagala, Dar, Daresla, mti ujumla, Mbea, Iringa na maeneo mengine. Tukisema nguvu moja imba, nyimbo moja, nyimbo. Tukisema tumeonewa, maanake wote Simba Tanzania nzima tunasema tumeonewa ikisema e tuko vizuri, maanake simba tanzania nzima tutasema tuko vizuri. Maana yangu lolote litakalohusisha klabu kama klabu, sisi ndio wenye klabu, sio Mohamed Dewiji. Mohamed Dewiji hatakiwi kuingia katika madeni ya namna hii kwa sababu si yake. Tumpe jukumu lake kwa uwezo wake. Hatutakiwi kumwingiza babra kwa sababu klabu si yake. Umeelewa sio mheshimiwa? Akni lazima tusimame, wamiliki wa klabu wamiliki wa klabu wa wa ni si mashabiki ambaye wote unaowaona, management kiujumla, kwa maana ya utawala, unategemea mimi na wewe, Abdallah, unategemea wewe unayenisikiliza na mwingine, ili kuendesha klabu, ili kuhakikisha klabu inasimama yote kwa yote. Hakuna hakuna, huwezi kuwaona Mbeya City, Abdallah, huwezi kuwaona Njombe Mji wanapewa kandarasi walionayo Simba. Kwa nini Betway anawataka Simba? Kwa sababu ya wingi wa mashabiki walionao wa. Mwenelewa si naam. E, kwa nini isiwe kwa watu wengine? Hasa huu wingi ambao watu wanatuhitaji, basi tunaweza kuutumia kama ni fursa ya kuendelea kuisaidia klabu. Kweli kabisa, tusimame kidete wanasimba, tuhakikishe tunaisia tunaisaidia klabu yetu katika faini hii. Ni faini kubwa kama tutoilipa, ni faini ndogo kama tutaichangia. Ndio, ndio sasa. Naam Seif, kwenye hilo tumalizie na hili kuna Msimbazi Simba tuna tuzo E, ya mashabiki bora barani Afrika, na hilo liko wazi siku zote e, miongoni mwa fanbase kubwa ni akunda Msimbazi, Simba, e, mm, hili ni tukio la pili la kupigwa faini e, na kupigwa ile adhabu ya kutopata e, nafasi ya wanasimba kwenda kuitazama timu yao katika michezo ya nyumbani. Tushakosa dhidi ya Konstantini msimu uliopita mm, mchezo wa mwisho wa makundi na dhidi ya Jwaneng e, dhidi ya Gaboroni siku ya Jumapili pia Eh, hakutakuwa na fursa ya wanasimba kuishuhudia timu yao. Matukio yameanza kuwa na mwendelezo. Kuna lipi la wanasimba kujifunza kwenye haya? Adhabu ya faini huwa inasimama, lakini pia nafasi ya kuichangia klabu eh, kutokana na viingilio pia. Simba ina fursa ah, kwanza nikuambie, naam, huwezi kupata tuzo ya mashabiki bora kwanza kama hukuwa nao, na kupigwa faini ya kuondoi akuondoi asibabi ya Simba kuwa mashabiki bora, yaani ubora wa mashabiki wa Simba unatokana na kujitoa katika kuenenda majambo yao. Yaani iko hivi sasa, ee, namna ipi bora ya kuendea majambo kwa wanasimba, ndio hapo, ili kuweza kuepukana na hizi adhabu na, na faini ambazo zinaepukika na na, ni kwanza, nilikuwa nakusudia niseme mashabiki wa Simba walivyo, na nitakwambia matatizo yako wapi na wapi tunatakiwa tujirekebishe mashabiki wa Simba ni mashabiki wanaojitoa sana katika klabu yao, ni na ubora wao, ubora wao umetokana na namna ambavyo nisemeje, namna ambavyo wako karibu na katika klabu, kwa sababu mashabiki wa Simba kuwa mashabiki bora walipewa na Rais wa, wa, wa FIFA ndio chini ya Motsepe, my brother, ile ingekuwa hayupo rais wa FIFA yaani Motsepe na wenzie, mashabiki wa Simba wasingekuwa mashabiki bora. Nikwambie tu ukweli ulivyo. Kwa nini? Kwa sababu Afrika nayo bado ina tatizo kubwa. Kwa sasa mpira wa Afrika unaongozwa na Morocco. Yaani Morocco ndo wameustiki, yaani wameuchukua wa mpira wameusimamisha. Yaani wao ndo wamesimama na mpira. Wanafanya maamuzi mengi makubwa. Soma neno yangu, ni, ni maneno ya walimu wengi na mi naona hivyo. Na mafaini haya unaoyaona yote, haya yameshurutishwa na ile fainali ya kukua na sehemu nyingine. Simba wakuwa tayari kabisa. Lakini ninaposema mashabiki wa Simba E, wanapasa kuwa mashabiki bora. Nukta ni hii sasa, nisikilize. Abdallah nikuwa anaonyesha sababu ya mashabiki wa Simba, alau pengine ndo ilianza kuwaonyesha, tatizo ni katika fainali na baadhi ya mechi ambazo wanahisi walionewa. Lakini ili tuendelee kustiki kuwa mashabiki bora, kujitoa kwetu kuwe kule kule, tunapopewa chance ya kwenda kutazama timu yetu, twende kweli. Wingi wetu ushangiliaji wetu na utayari ndo unatupa kuwa mashabiki bora, lakini tujikataze na kuigarimu klabu kataza na kuijalimu klabu tunapokuwa tuna benchi la ufundi la walimu, tukaamini linaweza kutufikisha nchi ya ahadi, tusitumie nguvu nyingine yoyote, kwa sababu leo tutaichangia Simba milioni mia moja mia mbili, ikalipe faini milioni mia moja mia mbili. Tungekuwa tumeichangia kwa maendeleo ya timu, tungekuwa tuko wapi sasa? Umenielewa vizuri? Tungelikuwa tuko mbali na tungefanya mambo ambayo pengine angesaidia klabu yetu katika kusongesha mbele. Kwa hiyo tubaki na ubora, kwa sababu tunajitoa. Si ubora tumepewa kwa sababu ya mwitiko. Simba wamepewa ubora kwa sababu ya kuitikia. Mashabiki wake wepesi sana katika kuitikia, basi wakati tunaitikia tuko katika uwanja. Sasa tujifunze kuridhishwa na matokeo. Kwa nini leo tunahamasishana katika vyombo vya habari? Tunahamasishana kwa sababu hatutaki kuona klabu yetu inapata hasara. Klabu itakayoendeshwa kwa hasara itafeli. Sisi tunafikiri tuwe klabu kubwa kama national, sawa, tuwe na kandarasi ambazo zinatoa mabilioni ya fedha, tusajili watu wa mabilioni ya fedha. Zikiwa zinaanza kutoka kwa kwenda kulipa faini, hatuendi, hatuwezi kufika hapa tunavyotaka kufika. Kwa hiyo, sisi ni bora kwa sababu ya kujitoa kwetu na utayari, lakini tutengeneze ubora wetu kwa sababu tujitolee. Ni kweli kuna muda tunaumizwa, tunafahamu brada, lakini tuwe wastaamilivu kwa sababu mchezo wa mpira kimsingi ni mchezo wa kustaamili. Mimi nikwambie, zamani wakati mi naanza kupenda mpira, sijui mi niko nadhani wachezaji hawa wa Simba na Yanga wasalimiani huko nyuma, niko najua hivyo yeah. Kuanza kujua mpira anajua ni marafiki wakubwa na haishughuliki, yaani hiyo haishughulishi kati ya mchezaji na mchezaji kuwa marafiki eti ndo isilete hukumu yoyote. Hapana, hayo ni maisha binafsi. Kwa sababu mpira una wakati, mpira una wakati mfupi sana kwa mchezaji. Hakuna mchezaji hawa wa kawaida katika mpira ana wakati zaidi ya miaka kumi ikitokea ni bahati. Lakini maisha kawaida ya kawaida yana zaidi ya miaka hamsini, ambayo mtataka kusalimiana kusaidiana, na katika kushauriana na vitu vingine. Kwa mantiki hii, mimi nikirudi kwa mashabiki wa simba wote kiujumla, kwanza tusikubali deni likatudhalilisha, tusikubali ukaanza kutoa fedha katika mfuko ambayo wanatakiwa watu walipwe mishahara, timu isonge mbele, tuchangie. Lakini jambo la pili tutakapokwenda tena katika klabu bingwa basi ubora wetu ule mashabiki tuulinde, ili tubake kuwa bora. Naam, naam bana, mimi nikushukuru. no, no, na sana sasa, bana, nami nashukuru Abdallah kwa kila hali na mali, manake kila wakati unanipigia simu tuzungumze. Basi Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi pia, amina kwa sote bana, na simba wote amina, amina.